Na mtazamaji mara baada ya taarifa hiyo, na huo ni kwenda kuangazia michezo kimataifa, ambapo tunakwenda kuungana na mwana michezo wetu kwenda kutujuza kinaga ubaga kunani huko upande wa kimataifa. Hatua ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya inaendelea leo na kesho kwa michezo miwili ya mkondo wa kwanza. Usiku wa leo, majira ya saa nne kamili, mchezo wa kwanza wa hatua hii utachezwa kati ya Arsenal na Paris Saint German PSG katika Uwanja wa Emirates jijini London. Hii ni fursa ya kihistoria kwa klabu zote mbili, Arsenal wakilenga kufuzu fainali yao ya kwanza tangu mwaka 2006 huku PSG wakiwa na kiu ya kutoa taji lao la kwanza kabisa la Ulaya. Kikosi cha Mikel Arteta kinachojulikana kwa soka la kasi na kushambulia kitakuwa na kazi kubwa mbele ya vijana wa kocha Louis Enrique, mabingwa wa Ufaransa wanaojivunia uzoefu na vipaji vya hali ya juu. Pambano hili linatarajiwa kuwa la kuvutia na la ushindani mkubwa na lenye kiwango cha juu cha soka la Ulaya. Kesho Jumatano Aprili 30, mchezo mwingine wa kusisimua nusu fainali utaendelea mjini Barcelona, ambapo wenyeji Barcelona watawakaribisha Inter Milan katika uwanja wa Estadio Olympic Louis Company. Mchezo huo pia utaanza majira ya saa 4 usiku na unatarajiwa kuvutia hisia na mvuto wa kipekee kwa mashabiki wote ulimwenguni. Ingawa mtanange wa kesho nao ni wa kusubiriwa kwa hamu, macho yote kwa sasa yanatazama jiji la London ambako Arsenal na PSG watakuwa wakisaka ushindi muhimu katika hatua hii ya kwanza, kwa fainali iliyopangwa kuchezwa Mei 31 katika uwanja wa Allianz Arena mjini Munich. Safari ya kuelekea ubingwa wa Ulaya inaanza rasmi usiku huu. Ni hayo tu katika michezo ya kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10.